Chanzo cha huu moto, humu ndani mlikuwa na manyegu. Baada kwa na manyegu, manyegu au manyegu yalikuwa chumbani, kwa maana huko chumbani kulikuwa na sofa. Baadhi ya watoto wangu wakachukua moto, ikawa wanachoma wale manyegu juu ya sofa au juu ya singibod, kwa maana ule moto wote unayanguka ule, ikawa unaangukia kwenye sofa. Wale watoto walipoona ule moto umewashinda, watoto wakawa kukimbia. Yaani baadhi tu wa majirani yani. Walioka yani majirani walioka walioka mbali, walipoona ule moshi, wakatoka kule wanakimbia, wakajaribu mimi kwa wakanipa taarifa. Ndio hali unayoiona. Nilipata taarifa kutoka kwa wenzangu hapo chini kwaonekana, kuna ishara ya moshi huko juu. Kwao nikapata nafasi ya kuja kwa haraka nikaja, nikakuta moto tayari usha waka hapa juu. Kwao taratibu za awali zilishafanyika na faya walifika, walipewa taarifa kwa haraka, wakajitahidi nao kufika, isipokuwa inaonekana jengo hili la muda mrefu, kwao zile mbao zilikuwa tayari zishashika moto kwa haraka. Kwa hiyo nao walipofika tukawa sambamba kusaidiana nao, tukaanza taratibu zile za kusambaza hizi mipira na kutafuta ndoo, baadhi ya ndoo, maana moto ulikuwa mkubwa sana. Moto ulikuwa umeanza eneo la ndio iliyopo karibu na sebule. Chanzo cha moto huu ni watoto walikuwa wanacheza kiberiti, kataka kuchoma jigu. Bahati mbaya, moto huu ambaowesha kuaiakidoriti ukashika kwenye makochi na ki kwenye mabati akuwa na moto mkubwa, ndipo watoto wao, baada ya tukio hilo, toka nje kwa haraka kunawalitubia na kuita birami na kuweza iapaya nakuja jila kuzima moto huo. Katika moto huu, hamna kifo anajoikwa mwananchi au mtu yoyote alaeziwa na moto huu, lakini vilevile tumezima moto huu kwa asilimia tisini na nane. Kwa hiyo sasa tunaendelea tu na kumalizia uzimaji wa moto au aua unafanya, kwa maana kuondoa kabisa moto katika eneo hili ili kuhakikisha basi na shaka moto huo umezimika kabisa.